na nafsi yangu imefadhaika sana na wewe Bwana hadi lini Bwana? Urudi uniponye uniopoe, nafsi yangu uniokoe kwa ajili ya fadhili zako, maana mautini hapana kumbukumbu lako, katika kuzimu ni nani atakaye kushukuru? Nimechoka kwa kuugua kwangu kila usi, e, kila usiku, na na kibujikia kitanda changu, nililowesha godoro langu kwa machozi yangu. Macho yangu yameharibika kwa masumbufu na kuchakaa, kwa sababu yao wanaoniudhi. Ondokeni kwangu nini nyote, mtendao maovu, kwa kuwa Bwana amesikia sauti ya kilio changu. Bwana amesikia dua yangu, Bwana atayatakabali maombi yangu. Adui zangu wote wataaibika na kufadhaika, watarudi nyuma kwa, gatha, kwa gafra wataaibika. Hili ni ombi la Daudi akimlilia Mungu. E, anamwambia mifupa yangu inakauka, inanyauka. E, unisikie kwa hasira usinikemee. Yaani anaomba fadhili za Bwana kwamba Mungu ana hasira kutokana pengine na maneno au na makosa aliyoyatenda. Sasa anaona hakuna sehemu ya kwenda kupeleka au kuungama dhambi zake isipokuwa kwa Bwana, na Bwana amekasirika. Na Daudi anasema kwamba Bwana usinikemee kwa hasira yako, maana kama Bwana akikemea kwa hasira, kuna usalama? Hamuna usalama wowote, maana ana hasira, maana hasira ya Bwana ikiwaka, hakuna anayeweza kuipoza hasira ile alipoamua kuigharikisha dunia na, maana kwamba hasira ya Bwana ilifika kiasi kwamba hawezi tena kuhurumia, akaamua kwamba sasa aigharikishe dunia tu. Tena anasema kama mimi naghairi kwamba nimeumba dunia hii, we ukifika mpaka mtu anasema anasema kama mimi nimekughairi, au mzazi anasema kama nimekughairi, basi yaani wewe huna lolote duniani, yaani hakuna utakapokuwa unatembea hakuna, hakuna baraka kwa sababu mzazi amekugaili. Mungu alipogaili ulimwengu huu, lakini kwa sababu ni Mungu, akaweka rehema tena. E, anasema kwamba sitaigirikisha dunia kwa maji tena, ila nimeweka dunia kwa akiba kwa ajili ya moto. Kwa hiyo dunia hii imewekwa akiba kwa ajili ya moto kutokana na dhambi ambazo zimekisiri. Eh, Daudi anasema kwamba Bwana, usinikemee kwa asira yako wala usinirudi kwa ghadhabu yako. Bwana uniopoe uniponye mifupa yangu inafadhaika. Anasema kwamba na nafsi yangu ina, ina, inafadhaika sana bwana, urudi uni, uniopoe nafsi yangu, uniokoe kwa ajili ya fadhili zako, kwa ajili ya fadhili za Bwana. Daudi anaomba uponyaji, anasema sala ya kuponywa ugonjwa hatari. E, ugonjwa hatari ambao tunausoma hapa ni ugonjwa wa dhambi. Ugonjwa huu hauna dawa hospitali, ugonjwa huu hauna dawa za mitishamba. Utaenda uchimbe mizizi unywe ili uponya dhambi? Hapana. Ugonjwa huu wa hatari sana ni ugonjwa wa dhambi ambao Mungu ndiye peke yake tu anaouponya ugonjwa huu hatuwezi kwenda kuponya sehemu nyingine yoyote ile isipokuwa ni kwa Mungu, ndiye anayetuponya. Na ndio maana tunakuja hapa kanisani, hapa ni nyumbani, tunafanya ibada. Ina maana kwamba kufanya ibada maana yake ni kwamba ni kumtafuta Bwana, ni kutambua ya kwamba yupo ambaye aliye juu yangu, ambaye inapaswa kumwabudu, napaswa kupeleka haja zangu na shida zangu, kuomba ulinzi, kuomba hifadhi, ni kwa Bwana peke yake. Kwa hiyo Daudi anamaliza kwa kusema kwamba eh, adui zangu wote wataaibika na ufadhaika, eh, watarudi nyuma kwa ghafla, wataaibika wao wenyewe, kwa sababu tayari Bwana yuko juu yangu na Bwana amekwisha kukurehemu. Na kama Bwana amekurehemu na Bwana anakuhifadhi hakuna adui anaweza kujipanga juu yako, wataaibika kwa sababu ya matendo yao, wataona aibu wenyewe kwa sababu watachoka kukufuatilia, watadhoofishwa nguvu zao. Ina maana ya kwamba hakuna mtu yoyote adui yoyote anayeweza kuinuka juu yako, kwa sababu Mungu tayari amekwisha kuokoa na amekwisha kupona. Mungu wetu na alibariki neno hili katika jina la Yesu, amina. mm -hmm.